sisi kama viongozi wenzake tunachukulia kama ni sehemu yake ya ushauri, kama hatua ya kuelekea kwenye utatuzi ya mgogoro huo. Nyinyi mashahidi, sisi tulikuta mgogoro huo ulikuwa ni mkubwa sana na malalamiko ya wananchi yalikuwa ni mengi, lakini lalamiko la msingi walikuwa wanasema wao hawajawahi kushirikishwa ipasavyo kwenye mchakato mzima wa kumaliza mgogoro wa pori tengefu la Loliondo na wakati nasimamia ule mchakato niliwaambia tunakwenda kufanya dialogue kuhusu jambo hili, lakini lazima tuweke kwenye mstari wa mbele mambo matatu. La kwanza niliwaambia lazima tuangalie ecosystem ya Serengeti, pamoja pia na uwepo wa hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Lakini la pili nikasema pia lazima tuangalie hatima ya wananchi ambao wako pale ambao wametoa kilio chao na kile kilio wamekipeleka kwa serikali. Serikali hii ya wananchi haiwezi kupuuza puuza tu vilio vya watu. Kwa hiyo tukasema na lenyewe pia lazima liwe ni jambo la msingi na kama serikali lazima tulizungumze kwa kirefu. Component ya tatu tulisema kuna wawekezaji ambao wako pale ambao sawa nao wanalipa mapato serikalini. Ya tukasema component ya wawekezaji ni ya mwisho. Tukiweza kuweka vizuri hili la ecosystem ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, tukaweka vizuri hatima ya wananchi, au wawekezaji tutawapangia utaratibu kadi ambavyo nchi itaonekana inafaa. Na kwenye mjadala ule, wananchi walikuja na mawazo kama matano kama modo tano tofauti za namna gani ya kumaliza mgogoro huo.